Linda ni binti mwenye miaka ishirini na mbili, alilelewa na mjomba wake baada ya wazazi wake wawili kufariki. Maisha katika familia ya mjomba yalikuwa ya manyanyaso sana. Hata hivyo, baada ya Linda kukua na kujitambua, alitoroka huko ujombani akaenda kujitegemea mwenyewe. Siku moja, aliamka asubuhi akaoga na kujiremba kisha vizuri, kisha alijiambia, nina enda kutafuta kazi leo na naomba nipate kazi bora zaidi. Alichukua vitu muhimu vilivyohitajika na kwenda kutafuta kazi. Upande wa pili kuna kijana mmoja jina lake ni Alex. Asubuhi hiyo na yeye alienda kwenye kampuni yake mapema kwa sababu alikuwa na marundo mengi sana ya kazi za kufanya. Alex ana person assistance wake anaitwa Shirley. Shirley alikuja na kahawa ya Alex ya asubuhi. Habari za asubuhi, Alex alimsalimia, na Alex bado aliendelea kubonyeza laptop yake. Shirley alimuita boss wake Alex kwa sababu yeye ni mmoja wa washirika wake wa utamu lakini wafanyakazi wengine wanamuita boss Auma. Alex alinyosha mkono wake mbele ili ampe kahawa lakini kwa bahati mbaya alimwagia na Alex akashtuka. "Samahani sana Alex," alisema na kuanza kumsafisha shati lake lililokuwa na madoa, lakini akafungua kifungo chake kimoja. Na mwanzo, Alex aliona ni kosa, lakini Shirley alikuwa akimtazama Alex kwa macho ya kulembua. Baada ya Alex kuyaona yale macho, ndipo alipojua mambo ya kahawa yalikuwa kama mtego tu. Alex aliushika mkono wa Shirley na kukunja kwa hasira, akaanza kulia kwa maumivu. "Nilikuambia usifanye hivi ofisini. Wewe ni mpenzi wangu wa huko nje ya kampuni, hapa ofisini wewe ni msaidizi wangu. Samahani, sitafanya tena, alisema Shirley na Alec akatabasamu. Usijal, jambo ulilolifanya halitatokea tena, maana umefukuzwa kazi, akasema Alec kwa sauti ya ukali. Mimi ni hivyo so. Samahani Alec, tafadhali, akaanza kulalamika Shirley. Hey, niwaite walinzi yao? unajua itakuwa aibu sana kwako walinzi wakija kukutoa hapa, alisema Aleo na kuchukua simu yake na akatoka nje. Katika upande wa Linda, amezunguka akitafuta kazi kwa karibu masaa tatu sasa, lakini hakubahatika hata sehemu moja. Labda niendelee kutafuta kazi kwa saa moja zaidi na nikikosa nirudi zangu nyumbani, akawa anajisemea Linda. Baada ya dakika chache, Linda alitembea akaona bango kubwa la baa mbele yake. Aliifuata baa ilipo Linda aliingia ndani na kumwona mtu akisafisha kaunta. Alifika kwake na akamtazama akitabasamu. A, habari za asubuhi bwana, Linda alisalimia kwa upole. Nikusaidie vipi? Aliuliza yule aliyemkuta pale kaunta. Nataka kuomba nafasi ya kazi hapa, Linda alimwambia, na akaelekezwa ofisi ya meneja. Linda alifika pale na kugonga mlango. Ingia, sauti ya kiume ilisema, na Linda akaingia ndani. Habari za asubuhi bwana, Linda alimsalimia. Nikusaidie vipi? Aliuliza. Nipo hapa kwa ajili ya nafasi za kazi, alimwambia akimpatri yake. Jina lako nani? Akauliza yule mwanaume. Linda akajibu, Linda. Sihitaji te yako, kwani unaweza kuwa mhudumu wa usiku wa leo tu, akasema huyo mwanaume. Oh, Linda alisema huku mdomo ukitengeneza alama. Oh, hakikisha unakuja mapema kwani sitakuwa nafanya kazi ya kukuangalia kama umekuja mapema au la, alisema huyo mwanaume. Ina maana nimepata kazi, Linda alimuuliza yule mwanaume kwa furaha na huyo mwanaume akaitikia kwa tabasamu. Hongera sana Linda. Asante bwana. Hapana, niite tu Brian, alisema huyo jamaa. Sawa Brian, alisema Linda na kutabasamu. Vipi, naweza kupata mawasiliano yako? alisema Brian. Sawa, Linda alimwambia na kumpa mawasiliano yake. Kwenye kampuni ya Alex. Baada ya tukio la kumfukuza kazi Ashley, Alex alimpigia simu Michael, rafiki yake wa karibu sana. Uhatsup, alisema Michael mara baada ya kupokea simu. Tafadhali unaweza kunipatia msaidizi wangu binafsi mpya? akasema Alex Subiri, usiniambie umemfukuza kazi Shirley, alisema Michael, na Alec akamweleza kila kitu. Siku zote nilijua Shirley alikuwa malaya tu, alikuwa anaringa sana na bora umemfukuza kazi, akasema Michael. Tuachane na mazungumzo yote na nipatie msaidizi wangu binafsi mpya, alisema Alec. Leo kutakuwa na party, utaweza kuja? Michael akasema, sina uhakika kwa maana nina kazi nyingi, ila nitajitajidi Huku kwa Linda, baada ya kupata kazi alirudi nyumbani kupumzika. Alilala kabisa, maana kazi aliyopata ilitakiwa aingie usiku. Aliamka baada ya kulala na kuangalia saa na tayari ni saa nane mchana. Alioga haraka haraka na kuvaa gauni lake fupi la zambarau alipendalo. Alifunga nywele zake vizuri akavalia viatu, kisha alibeba mkoba na kuanza safari ya kwenda kazini. Jioni ilifika, Alec akampigia Michael. Umeshanitafutia msaidizi wangu binafsi? Hapana, sijampata bado. Fanya haraka, ambatanisha picha zangu kwenye matangazo, ukifanya hivyo atapatikana haraka. Michael alicheka. Huyu mshenzi, kwa vile sura yake nzuri anaitumiaga kama kigezo cha kuwatumia ovyo mabinti wa watu. Michael alimwambia, jiandaye uje kwenye party leo, lazima utampata binti utakayemtaka. Linda alifika baa akashangaa kila mahali palionekana ni pazuri na taa ya kilabu zilimulika kila mahali. Linda alimfuata mtu aliyemwajiri pale. Habari za jioni, Linda alisalimia. Wewe umekuja mapema kuliko nilivyotarajia. Asante. Nifanye nini? Linda aliuliza. Alielekezwa aanze kuhudumia wateja waliokuwepo pale ba. Linda alienda katika meza moja ile. Amefika tu kuuliza wanatumia nini, boss mmoja akambusa na niliu. Boss mwenyewe hakuwa mwingine, ni Alex. Linda aliwaka akamuuliza, kwa nini unishike bila ridhaa yangu? Alex alianza kuleta mashauzi. Linda alimnasa kibao kimoja kilichopenya kwenye masikio ya kila mtu aliyekuwepo baan pale kila mtu pale alishtuka, wakaulizana huyu demu kapata wapi jeuri ya kuwapiga matajiri. Alex alimkazia Linda macho, alisimama akamsogelea ili amuone vizuri, alihisi huenda hakuiona sura yake. Linda bado alimsukuma na kumwambia awe na adabu siku nyingine, la sivyo atamtuisha chupa ya pombe kichwani abomoe ubongo wake uliolala. Aleu baada ya kuona vile alipiga hatua na kuanza kutoka nje. Alex alitoka kwa hasira na kumpuuza kila aliyekuwa anamwomba abaki pale ba na akaingia kwenye gari lake na Michael akiwa amekaa kando yake, na gari likaanza kuondoka. Msichana huyo ni jasiri sana lakini nikimwona tena sitamwacha, akasema Alex. Walifika kwenye jumba la aleu la kifahari na walinzi wakawafungulia mlango wa gari tukashuka. Vipi, kuna taarifa yoyote ile kuhusu mambo ya pa? Alec alimuuliza Michael. Mumf, Michael aliongea kwa kigugumizi. Subiri, usiniambie kuwa hukuweka maelezo yoyote kuhusu mimi kutoa kazi hiyo. Usikute haujaweka picha yangu, maana naamini wanawake wakiona sura yangu watatamani kufanya sana kazi nam, akasema Alec. Samahani bado sijafanya hivyo, alisema Michael na Alec akahema na kufoka kwa nini unanifanyia hivi? Yan leo mnanitibua tu, kwanza ni yule binti aliyenipiga kofi akaniacha nikiwa na aibu, sasa ni wewe ambaye huwezi kufanya kazi uliyopewa, Alex. Akafoka, fanya kinachohitajika, nataka kumpata msaidizi wangu wa kazi kesho asubuhi, Alex alisema kabla ya kwenda chumbani kwake, na michel akaondoka kuelekea nyumbani kwake. Michel ni rafiki yangu lakini pia ananifanyia kazi na namlipa Najua mimi ni mkali kwake, lakini ubinafsi wangu na kiburi hauniruhusu nishushe utu wangu, akawaza Alex, maana alihisi kama hajamfanyia vizuri rafiki yake Michil. Kwa vyovyote vile, nilikuwa na siku ndefu sana na nahitaji kulala, akawaza Alex. Lakini alipokaribia kufunga macho yake ili alale, simu yake ilianza kuita kwenye draw. Kwa hasira, Alex aliutupa mto wake ukutani na ukatua chini. Nani ananipigia simu sasa hivi? Akasema kwa ukali. Alec aliangalia mpigaji na kuona jina la Debi limeandikwa kwenye simu yake na akapumua maana alimsahau kabisa. Debi ni moja ya utamu wake. Halo Debi, Alec alizungumza huku akionekana kuwa na wasiwasi. Kwa nini umeondoka au nije? alisema Debi na Alec alifikiria kwa muda kisha akamkumbuka yule msichana ambaye alimuasha kibao. Hapana, usije. Alec alisema. Sawa, usiku mwema, alisema Debi, na Alec akakata simu na kulala. Hii ni mara ya kwanza Alec anakataa ofa ya utamu. Hakutaka kabisa kuwa na mtu siku hiyo kwenye kitanda chake. Wakati Alec amelala, akili yake ilikuwa inawaza lile tukio lililotokea kule bani. Alikuwa anamfikiria Linda akilini mwake. Upande wa Linda usiku kucha alilala akiwa amechoka sana. Aliamka asubuhi na kukaa kitandani kwa muda. Akiwa amekaa kitandani akaona simu yake pembeni yake, akaichukua na kuanza kuperuzi kwenye mtandao. Aliona ofa ya kazi ikiwa na picha iliyoambatanishwa kwenye tangazo. Kidogo alipokuwa karibu kutazama picha iliyowekwa pale kwenye tangazo bando lake liliisha. "Hakuna shida," alijisemea, ili mradi maandishi yanasomeka, wacha ni dili nayo. Aliona kwamba interview ilikuwa inafanyika siku hiyo hiyo saa mbili asubuhi katika mojawapo ya kampuni kubwa na maarufu huko Chicago. Linda alisimama na kuelekea bafuni na kufanya shughuli zake huko. Alitoka bafuni na kuvaa, alitaka kuelekea huko kwenye interview. Linda alifika kwenye kampuni saa mbili kamili asubuhi. Aliingia na yule mtu wa mapokezi akamwambia kuwa asubiri kwenye chumba cha kusubiri. Linda alifika kwenye chumba cha kusubiri na akakutana na watu watano pale. Wala hakujua ile ofisi ni ya yule mwanaume aliyempiga kibao jana usiku kule baa. Watu walioingia ndani walitoka kwa sura ya kukatisha tamaa, huku wengine wakitoka kwa matumaini kidogo. Sijui mimi nikiingia humo itakuwaje? Ilifika zamu yake, akasimama na kubisha hodi na sauti ya kiume ilijibu ingia. Linda aliingia kule ndani bila kujua kule ndani kuna Alex na ndo Boss anayetafuta msichana wa kumfanyia kazi zake binafsi. Je, itakuwaje baada ya Alex kumuona Linda ofisini kwakweje atamfukuza au atamkaribisha? Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata stori motomoto. Asante.